jidwali hapa andika jua, alfa'ilu alfa'ilu, mtendaji mtendaji wa kitendo kisha. Mbele jidwali, upande wa kushoto kaandika dhamairul fa'ili aljam'i, dhamiri za mtendaji za wingi, dhamiri za mtendaji za wingi. Kisha kushoto kaandika alfa'ilu, mtendaji, dhamirul fa'ili mufrad, dhamiri za mtendaji akiwa ni mmoja. sasa almuthakar walmuanath namushoni kabisa kule, akandika rutabu dhamair rutabu dhomairi rutabu dhomairi maanake mpangilio mpangilio wadhamiri kotukianzia kulia huko alfailu wauljamaa wauljamaa, dile wau ya wanaume wengi, akandia kwenda kushoto ko kwenye jedwali la dhamair lfaili alammiri za mtendaji za wingi, atulabu dhahabu atullabu dhahabu wanafunzi wameenda. Kisha chini upande kulia, kulia kwenye alfa'il, chini yake pili nsarapili niswa nunu ile ya wanawake nununiswa, andika abau At an atwalibatu dhahabna wanafunzi At At wameenda. Kisha narudi upande kulia atta'u atta'u akandika At antum At dhahabtum antum dhahabtum hapo ni dhahabtum, dhahabu kitendo na hiyo tum ndio fa'il. aaikatna atta akaandika kitendo antunna dhahabtunna, hii ni wakoona wake antunna dhahabtunna, ninyi mlienda wanawake hao. Kisha kaandika mwisho na kwenda kulia na kaandika nahnu dhahabna, sisi tulienda. Nahnu dhahabna ilikinda kwenye kolam ya katikati ya tatu, upande wa tatu. Sasa kwenye hiyo jedwali aliandika juu alfa'il, mtendaji dhamirun mustatirun, dhamiri iliyostiriwa huwa

hiya amenda yeye, mwanamke ikaandika atau, anta dhahabta, wewe ulienda. Anta dhahabta, wewe ulienda. Sha esha ata ikiwa na kasra. Sasa anti dhahabti, mwanamke, anti dhahabti, wewe ulienda. Ata ikiwa na dhamma, ana dhahabtu, mimi ulienda. Ondaa kushoto, kolamu inafuatia kushoto, almudhakkaru walmuannathu wanaake Hamidu dhahaba ieni almudhakkar, aminat dhahabat ni almuannath. Akutuitka wawu jamaa i kisha chini h ukaandika almudhakkar anta dhahabta, almuannath anti dhahabti, ana dhahabtu. Naam.

walaisat dhamira, na si dhamira hii. Alamatu mtendaji kitendo ni mwanamke. Dhahabtum almim, alamatu jam'i almudhakkar, hii mim hapa ni alama ya wingi wa kiume. Walaisat dhamira, na si dhamira. Dhahabtunna annun, alamatu jam'i almuannath, hii nun hapa ni alama ya wingi wa kike. Walaisat dhamira, nayo si dhamira. Hii nun hapo si dhamira.